Moshi mkubwa ulifuka huku milio ya mabomu na magurunedi ikisikika sehemu kubwa ya Kikambala. Kitendawili ambacho kimeteguliwa baada ya siku nne. Hata hivyo, safari yenyewe ilianza hapa makao makuu ya polisi mkoani Pwani. Tuliwasili hapa wakati zaidi ya maafisa mia sita wa usalama pamoja na wataalamu wa vilipuzi walikuwa wakipakia mabomu hayo pamoja na maguruneti kwenye magari tayari kwenda kuyaharibu namna ilivyokuwa imeagiza mahakama. Na hatimaye safari ikaanza, vilipuzi hivyo vikasafirishwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama. Mabomu sita na maguruneti sita yaliyonaswa siku ya Jumanne eneo la Changamwe kwenye gari moja aina ya Toyota kwa ujumla maafisa wa usalama wanasema ilikuwa na uzani wa kilogramu 173 na safari ikaishia hapa kwenye timbo moja eneo la Kikambala kaunti ya Kilifi. Ni wataalamu pekee wa vilipuzi waliofika eneo la kulipua mabomu hayo, huku maafisa wengine wa usalama na wanahabari wakizuiwa umbali wa masafa ya mita 600 kutoka eneo la kulipulia na wakati kila utaratibu ulipokuwa sawasawa, ukawadia wakati uliosubiriwa. Sauti ya mlipuko iliyoshuhudiwa yadaiwa kufika umbali wa kilomita 20. Isitoshe Athari za mlipuko huo zikasababisha kuchipuka kwa kidimbwi kikubwa cha maji. Wataalamu wanasema mabomu hayo yalikuwa na nguvu au uwezo wa kupromosha jengo kubwa lenye orofa ishirini. Gari imebaki kwa sababu bado investigation inaendelea, hatunge iharibu e, bado tunaendelea kuiskin, kuna officers who are working on the vehicle. Tutaskini hiyo gari mpaka kila pati iwe kando. We are not taking chances when we are speaking about life ya wananchi wetu wa Kenya. Mombasa being a tourist town, immediately these things were discovered, everybody made calls and we had just come from ITB and everybody made calls just to ask how safe Mombasa was. Kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa alielezea kuwa washukiwa wawili wenye asili ya Kisomali waliokamatwa kuhusiana na vilipuzi hivi wanaendelea kusaidia polisi katika uchunguzi huku gari lao likizuiliwa. Tukio hili linadhihirisha wazi namna maafisa wa polisi wamekaza kamba kuhusiana na vita dhidi ya ugaidi. Patrick Njendi, Citizen, Nipashe.